Ndugu zangu, leo ni Dominika ya Matawi, ni Dominika inayoingiza katika Juma Kuu, na kama tulivyosikia katika maandiko matakatifu, Bwana anasema ana haja na mwanapunda. Bwana huyo huyo ana haja na sisi. Basi tukifanya kama hao Wayahudi waliomshangilia alipoingia mjini Yerusalemu, tukijua kwamba Bwana ana haja na sisi, na sisi tuandamane tukimshangilia, tukimtukuza, tukijua kwamba sasa anaingia Yerusalemu mjini ili aweze kutimiza hasa hasa kazi ya ukombozi. Tumombe Mungu atujalie neema zake, tuweze kuandamana naye vizuri, tuweze kumsindikiza vizuri, ili ifikapo sasa siku ya Pasaka tuweze kufuka pamoja naye. Tuanze sasa maandamano yetu tukiimba na kushangilia tukielekea kanisani.